Leo hii sasa Waislamu kwa Wakristo wote kwa pamoja, na waita kwa pamoja, Waislamu na Wakristo wote mmesikiliza, Yesu alisemaje kwamba mtu akiangalia tu akatamani tayari kashazini, yaani akiangalia tu tayari kashazini. Sasa kukichukua mtazamo huo mtu akiangalia tu kashazini, haya, leo ushazini na wangapi? Maana utakuta mwanamke anaenda kanisani nywele ziko wazi, titi hilo kaliachia hapa mstari o, unaonekana huku mapaja yako wazi, yani, eh, eh, si hilo linaonekana yani, yeah? yani, ah, yule hivi eh, hivi toto hivi hivi kafanya hivi, tayari ushazini naye tayari. Haya, ukija sasa kwa Waislamu ndo kabisa huku kwenye Uislamu, Qurani imetuambia usikaribie zina, usikaribie. Yaani Mungu alikuwa anajua kabisa ukikaribia tu umeisha, lakini akasema usikaribie. Yaani ukisikia tu harufu harufu ile, huku unaelekea kwenye kuzini. Unatakiwa yaani ukimbie mbio mbaya hata kwa mantiki hizo, sasa hivi nakuta watoto wa Kiislamu wanasalimiana, wewe wanapenda wewe mkono, salamu alaikum, mtu unampa kabisa mkono, mwanamke na mwanaume mnashikana mikono, sasa ete salamu alaikum, huko simna karibia zina sasa. Au unakuta mwingine, unasikia tu mambo, utasikia analegeza sauti oh, sasa kulegeza sauti huko siku karibia zina kabisa. Kwa mantiki hiyo ah, mshazini sana, yani msio zini tukuwachache sana, ila nyinyi wengi wao ah, mshazini sana